Hey mambo vipi? Karibu sana katika YouTube channel yangu kwa mara nyingine tena, tupo na 5G Smartbox router kutoka Airtel, na nitakwenda leo kukufahamisha namna gani ya kureset router yako, na utaweza kureset kwa kufata hizi hatua ambazo nitakufahamisha leo katika video hii. Asanteni sana kwanza kwa maoni yenu ambayo mmekuwa mkiniwekea katika zile video zilizopita, nikifahamisha mambo mbalimbali mbali katika kutumia router hii ya 5G Smartbox lakini vilevile wale walionifuata DM na sehemu nyingine kwa ajili ya kuweza kupata msaada kwa mambo tofauti tofauti ambayo yanahusiana na e, hizi router za Airtel. So tupo katika kuweza kupeana e, mwongozo wa kuweza kutumia Smartbox 5G router hii kutoka Airtel. Na leo nitakwenda kufahamisha jinsi gani ya kuweza ku-reset hii router. Ni rahisi sana, fuata hizi hatua ambazo nitakufahamisha katika video hii ya leo na hii kuweza kureset inatatua matatizo mingi sana, lakini sishauri watu wanareset rauta zao mara kwa mara, ila itakapobidi, itakubidi uweze kufanya hivyo hiyo. So, una uwezo wa kureset wewe mwenyewe. Kwanza unatakiwa kuepo na hiyo e, rauta yako, lakini baada ya hapo unatakiwa uwe na uh, pini ambayo tutaitumia. Mimi nipo nayo hii, inatosha. So, wapi ambapo unaweza kureset hii rauta uta binua hii uh, rauta yako, yani utageuza juu chini chini juu, kama hivi ya kwangu nilivyogeuza. Kisha baada ya hapo, itaonekana hivi, huku ni chini mwa rauta yako, kutaonekana hivi. So, hapo unaona kuna hichi kiplastic, i mean kiraba, ambacho una uwezo wa kukifungua, unaweka laini yako hapa. Sasa hapa kumeandikwa neno reset, ndipo ambapo utatumia kuweza ku reset mkabala na i, a, uh, sehemu ya kutilia chip. Kwa hiyo hapa utakuja na hii pini yako ndogo tu, simple pini yoyote tu ndogo, utakuja kwenye hichi kishimo hapa, utapinyiza pini yako, utabonyeza e, kati ya sekunde kumi hadi thelathini, then utaachia, automatic itajireset hii router yako ya 5G Smartbox kutoka Airtel. Na hapo utaweza kuanza upya sasa kama zile step ambazo baada ya kununua ulikuwa unaanza nazo. Manake rauta yako itachukua jina la rauta default. Kwa hiyo hapo itakubidi ukaeze ukabadilishe lakini pia hata password itachukua default. Na password na hilo jina la rauta unaliona wapi? Katika hichi kiplastiki hapa ambacho kinapatikana pia hapa hapa chini hiki hapa ambacho unakiona utaweza kuona hapa. Hayo, hilo jina, na hiyo e, password ya default ya kwanza na hayo. So, hakikisha unafanya hivyo na zingatia hizo step chini huku. Utaingiza pin yako, utabonyeza kati ya sekunde thelathini 10 hadi 30, utachia na itaweza kujizima na kujiwasha ikionyesha kujireset. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kureset hii e, smartbox 5G router kutoka Airtel, na kama kuna ishu yoyote umekutana nayo, unahitaji msaada, basi akiisha una comment hapo, nije kufahamisha jinsi ya kutatua hiyo ishu ambayo umekutana nayo. Asante sana, like video hii, share na wengine wapate kujifunza. E, tukutane wakati mwingine, katika video nyingine.